Wangapi mama mabanata wa Kiislamu wanajiposti hali ya kuwa kiwauchi katika social media, katika TikTok, katika Instagram, katika Facebook. Alijtima mujtamaa umeharibika mujtamaa. Maadili hakuna tena. Hakuna kumwambia huyu wacha hili wala yule kumwambia ule Vijana leo kiingia katika mitaa ya Kiislamu wallahi, nenda katika mitaa ya Kiislamu, ikiwa ni hapa majengo, nenda sehemu za Kibokoni, tembea. Wallahi vijana wa Kiislamu wamekaa wanavuta bangi, dhahiran wazi wazi. Alfasadu alijtimai, mujtama umeharibika. si sema kwamba tafakuwa kanya, unaogopa, unapita, unasema, angalia vijana kwa hivyo ufisadi kwa sampuli zake zote, kwa njia ya iktisadi, njia ya economy, njia ya, ya ijtimai society, wal idari, na katika kupeleka mambo katika idara. Kama wewe ni kansela au ni chifu au ni kiongozi katika kampuni fulani, kuna ufisadi leo. Mtu apigania mfano kwa manager mahali au CEO mahali, lengo lake watu wanapokuja kuomba kazi aitishe hongo ndio lengo lake. Leo watu wanapigania mamlaka, kuwa mzee wa mtaa wa kuwa chifu, lengo na, na madhumuni si kupeleka mujtama kwa njia nzuri, lakini ajua yeye akiwa chifu au akiwa mzee wa mtaa au akiwa MCA ndo atapata njia za kuibaiba na kula na ulizwa na yote.